Ambao faida zake ni kubwa mno. Bahati ambayo mmeipata ya kwenda kumaliza Ramadhani ndani ya mji wa maka ni bahati ambayo haifanani na chochote na lao ingekuwa inauzwa hiyo basi, hakuna ambaye angeweza kununua saba hii. Mwenyezi Mungu ametujalia, ndio tunaanza safari yetu ya umra kuelekea Madina kwa kuondoka na ndege ya Qatar Airways kupitia Qatar Doha tutafika Madina usiku wa leo na inshallah kesho tutakuwa tuko Madina kwa uwezo wa Allah. Tutaanza ibada zetu kule, siku tatu tutakuwa Madina. Kumi la mwisho lote tunategemea tutalifanyia Maka inshallah. Na nyuma yako hapa kuna mahujaji hawa karibu takriban 45. Tulie naye hapa karibu, tuko na mwenyekiti wa taasisi hiyo, Shehe Bantu Laki, assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatu Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafu lmursalin wabad. Eh, alhamdulilahi tunashukuru siku ya leo Ramadhani ya kumi na saba hii Mwenyezi Mungu ametujalia, ndio tunaanza safari yetu ya umra kuelekea Madina kwa kuondoka na ndege ya Qatar Airways kupitia Qatar Doha. Tutafika Madina usiku wa leo na inshaallah kesho tutakuwa tuko Madina kwa uwezo wa Allah tutaanza ibada zetu kule siku tatu tutakuwa Madina, kumi la mwisho lote tunategemea tutalifanyia Maka, Insha Allah. Na nyuma yako hapa kuna mahujaji hawa karibu takriban 45 eh. Pia na hapa tuna mheshimiwa balozi wetu Hussein Katanga eh, amekuja pia kuwaaga mahujaji, yeye pia na mahujaji wake tunakwenda nao, kwa hiyo tunashukuru kila kitu kinakwenda vizuri inshaallah. Tutarudi baada ya Idi, tutaswali Idi kule Idi pili ndio tutarudi hapa insha Allah. Eh, ndio Ramadhani nyinyi mnaenda kuimaliza Ramadhani yote kwee viwanja vitukufu insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nimekuja kuwasindikiza wanaokwenda katika ibada ya umra nikijua kwamba wamepata bahati kubwa sana. Ni bahati kubwa kupata ibada ya umra katika kipindi cha kumi hili la pili la mwezi wa kumi la maghfira, na haswa kupata ile kumi tena la mwisho kumi la uh, itqi mina nari, kuachwa huru na moto. Ni bahati kubwa mno, kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadr ambayo ni khairu min alfi shahr, ni bora kuliko miezi elfu moja katika ibada. Sasa ikiwa kwenda tu Maka na ukaswali katika msikiti wa Maka swala moja na laki laki moja za misikiti sokuwa ya Maka. Eh. Sasa na pia kwenda Madina, kwamba kupata swala elfu moja ambayo ni swala moja na elfu moja sokuwa misikiti ya Maka. Kwa hiyo ni bahati kubwa, cha kuambia watu na watanzania na waislamu kwa ujumla ni kwamba kama una fursa ya kwenda katika mji mtukufu wa Maka, basi fursa hiyo usiseme kesho kesho kesho kesho. Ondosha hizo sofati kwamba nita, nitafanya nitafanya nitafanya. Hapana, kama umepata fursa hii, jua ni fursa tu dhahabia. E, mimi kubwa nawaombea Mungu wote wanaokwenda huko, na mwenyezi Mungu akubali ibada yao ya umra na kubali saumu yao ya Ramadhani na awadirikishe Lailatul Qadri kwa hakika yake. Basi hayo ndio yangu makubwa, alhamdulillah. Sheikh Yusuf Kidago, watu kila wakati huwa ratiba ya kwenda ibada ya umra haina masiku maalum, ni wakati wote unapopenda mwenyewe unaenda mm. lakini unawezaje kuitofautisha ibada ya umra ya mwezi wa Ramadhani na miezi mingine ya kawaida? Allahu Akbar, ni baina ni baina al-mashriq wal-maghrib. kwa hakika au baina samai wal-ardhi mwezi wenyewe mtukufu wa Ramadhani fadhaili zake ni nyingi mno, kwa hiyo ukipata ukitega ukapata ndani ya mwezi wa Ramadhani ni bahati kubwa, kwa sababu huu mwezi wa Ramadhani kwa nchi ambayo sio ya Maka, eh? Bado ni jambo kubwa. Je, ukifanya ndani ya mji wa Maka inakuwaje? Umefunga ndani ya mji wa Maka alafu ukaidiriki Lailatul Qadr, ukadiriki usiku wake kwa visimamo na nini basi ni tofauti kubwa sana ndio maana nikafananisha na baina, e, baina al-mashriq wal maghrib baina mashariki na magharibi kwa umbali wake. Kwa hiyo waliopata bahati hii ni bahati kubwa eh, bahati kubwa eh. Shukrani sana, sana, she, Yusuf Kidago tunawatakia safari njema, eh, ndugu mtazamaji bado tunao mahujaji hapa tunao mahujaji ambao wamo katika msafara wa kuelekea maka eh, she, she, she, she, she, Sheban Tulaki no, no, unaweza kueleza nini kwamba mahujaji wa Zamzam ndio wanaelekea Makka leo kwa ajili ya ibada ya umra mm. e, unawaambiaje ambao hawajapata nafasi kama, au bahati kama hii ya kuambatana na nyie katika ibada Mwana zenu waumini wa, wa? hii ni fursa pekee, ni fursa adimu, fursa kama hizi kuzitumia e, kwa mwislamu ambaye una nguvu zako, una siha yako na una uwezo, fursa kama hizi zikitokea usiziache na sisi Zamzam tuna utaratibu wa kupeleka hija watu kila baada ya miezi miwili, tukirudi haji, tukirudi umra. Hii itakuwa ni haji, na baada ya haji, inshallah tunategemea tutaanza tena umra nyingine program kuanzia Julai August mpaka mwaka una nini. Kwa hiyo mtu ambaye fursa hii ya Ramadhani imempita anaweza akatumia fursa nyingine hizi za miezi ya kawaida, na pia bado tuna haji mbele yetu. Mtu ambaye ana uwezo anatakiwa alipe haji na tunaweza tukaenda naye inshallah biiznillah. like ofisi zetu kama mnazojua ziko nyuma ya msikiti wa Kipata mtawalindi na Livingstone. Hey, nam na, salamu aleikum wabarakatuh. E, mimi naitwa Alhaji Saidi Abedi Kamugisha ni mwenyeji wa Bukoba lakini kwa hapa nimetoka Dar es Salaam kwa kweli nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu seme alhamdulillah rabbil alamin na kupata bahati hii e, hii ni bahati adhimu sana katika umri wa mwanadamu, na kwa hii umra ya mwezi wa Ramadhani kwa kweli ni umra kubwa, ni, ni umra kubwa kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, atakayefanya umra wakati wa ramadhani sawasawa na aliye hiji pamoja na yeye kwa hiyo ni bahati kubwa sana unapojisikia kwamba uh, u, una, umehiji na, na mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwa kweli ni jambo la kushukuru sana Mwenyezi Mungu e, na ni tuwaombe, tuna ambao hawajajaliwa, Mwenyezi Mungu awape uwezo e, na awape nia vilevile ya kuweza kufanya umra hasa katika mwezi wa Ramadhani. Ni taasisi ya Zamzam, Zamzam. Zamzam. Zamzam. Yeah. Lako, yeah. Yani mimi si mara ya kwanza kwenda nao, hata mwaka jana Ramadhani nilikwenda nao. Kwa hiyo uzoefu nilioupata kwao mwaka jana wakati umenishawishi, umenishawishi nikarejea tena kuweza kwenda nao kwa, kwa sababu mwaka jana nilikwenda nao tulifanya umra mzuri sana kwa hiyo na mwaka huu nikasema niende nao, ni, ndio kicho nishawishi zaidi. Shukrani sana. Shukrani sana. Tunakutakia safari njema, nashukuru sana. Eh, huyu ndugu yetu naye anatokea mkoa wa Kagera anaelekea katika viwanja vya, um, nani Makka na Madina kwa ajili ya ibada ya umra. Hapa ku nani kuliani kwangu au kushotoni kwa kamera kuna kundi kubwa. Hili kundi ni la taasisi ya Zamzam. Unaona kina baba na kina mama wamejazana hapa na mabegi yao, ndio wanasubiri muda au saa ya kuondoka kwa ajili ya kuelekea Makka. Hawa wote ni mahujaji wa ambao wanaambatana na msafara huu wa Zamzam. Tuko airport, tuko airport ya Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mahujiano au kuagana na, mahu, na ndugu zetu mahujaji ambao wanaelekea Madina. Hapa tunaye ndugu yetu mbele yetu naye yumo katika msafara huu, atajieleza jina lake ni nani na kwa nini yuko katika msafara huu Inshallah. Mimi naitwa Sheikh Maulidi Ali natoka Kigoma e, naenda kutekeleza nguzo ya Umra Inshallah. Mimi naitwa Bwana Maulidi Ali Feruzi, natoka Kigoma, mzaliwa na na na wa Kigoma, na kwa umuhimu wa ibada hii inshallah, na nawahamasisha na Waislamu wengine kwenye hali inawaruhusu, wasije wakafa kafa na dhima la madai ya hija ya umra inshallah. Nawatakieni kila la kheri, mtekelezaji mzuri wa ibada hii kusudio lao ni kwa ajili ya kufanya ibada ya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani na hata sikukuu ya Idi wanalia huko. Mbele yangu ninaye kijana patajieleza hapa hey, kwa nini uko hapa yapo nshallah. Assalamualaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wasalamu ala khairil wara sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. nipo katika uwanja huu wa ndege kwa ajili ya jambo moja tu jambo la kuwasindikiza ndugu zetu ambao wanaenda kufanya ibada kubwa, ibada ya umra. Nimefika hapa kwa ajili ya kupata dua zao ili na sisi iwe ni sababu ya kuruzukiwa ibada kama hii. Kwa kweli ni jambo kubwa sana, tumefurahika katika taasisi hii ya Zamzam kuwa na watu wengi sana ambao kama mnavyowaona wanaenda kutekeleza ibada hii ya umra tena ikiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, sio jambo la kawaida, zaidi ya watu wa 40 na wanaenda kutekeleza ibada ya umra katika taasisi hii ya Zamzam. Kwa hiyo tunawashukuru sana wale wote ambao wamejitolea katika kwenda kutekeleza ibada hii, kwani ni ibada ambayo watu wengi wana uwezo lakini hawakuafikiwa katika jambo hili, kwa hiyo tofiki kubwa sana ambao watu ambao wameafikiwa kwenda kufanya ibada hii, sisi twawapa hongera na wasitusahau huko wanakokwenda, insha Allahu taala, na iwe ni sababu na sisi Mwenyezi Mungu kuturuzuku ibada hii na ibada ya hija. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana katika kuwasindikiza ndugu zetu ambao wanaenda kufanya ibada hii. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umesema unamsindikiza nani katika msafara huu? Ah, katika msafara huu wapo watu ambao tunawasindikiza uko braza yangu ambaye anasafiri katika msafara huu, lakini pia tumekuja na Shekhe Yusuf Kidago katika kufanya jambo hilo la ibada ya kuwasindikiza wenzetu. Naam. Shukrani sana ha, huyu ni ndugu yetu ambaye yeye amekuja kusindikiza ndugu zake ambao wamo katika msafara huu wa ibada ya hija. E, kama nilivyoeleza awali nyuma yangu ndio hili kundi kundi kubwa la watu 45, kundi kubwa la watu 45, ndio linajiandaa kwa ajili ya msafara. Sasa hapa e, Shehe Kidago naona anawakusanya, labda atakuwa na lolote la kuwaambia. Hebu ngoja tuvute subira. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba tufanye mambo mawili. Moja, dua. Pili, tushauriane tena kidogo. Al-Fatiha. kidogo Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin amin.

birahmatka ya azizu ya ghafar Amin. ya faalu lima yurid ya man la haula wala quwata illa bika ya arhamar rahimin sallallahu rabi wasalam alayhi wa ala wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi wa rabbil alamin. Naomba niwakumbushe kile mnachokijua kwamba mji wa Maka ni mji ambao faida zake ni kubwa mno bakhti ambayo mmeipata ya kwenda kumaliza Ramadhani ndani ya mji wa Maka ni bahati ambayo haifanani na chochote. na lao ingekuwa inauzwa hiyo, basi hakuna ambaye angeweza kununua. Niwakumbushe kwamba swala moja kule katika masjidi la harami, ule msikiti wa Maka, ni sawasawa sawa na swala laki moja kama ungeswali huku Je, ukisimama katika msikiti wa Maka mathalan lailatul qadr, utakuwa umepata lailatul qadr laki moja eh? katika umri wa kawaida ambao umebaki wa mimi na wewe unaweza ukapata bahati hiyo kwa namna gani? Kuswali tu laki moja, laki swala moja laki moja na hiyo iwe ndani ya Ramadhani nje ya Ramadhani. Na kwa sababu mpo ndani ya Ramadhani na mnakwenda umra ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hiyo ni bahati kubwa sana. La pili, uzoefu unaonyesha kwamba moja ya jambo ambalo linaweza likakuvurugia concentration ni mazoea. Kuzoea na watu ni jambo la kawaida, lakini yale mazoea yasikusahaulishe lengo, lile lengo lilokupeleka. Usisahau umra ndani ya mwezi wa Ramadhani ni jambo kubwa ambalo halimithiliki. Ni bakti yenu kubwa mimi na, nawashauri kwamba tumieni fursa hiyo kumuomba sana Mwenyezi Mungu, lakini tumieni fursa hiyo kujipinda sana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni wazi mnaona kwamba Ramadhani mpaka Ramadhani kuidiriki ni kazi kubwa. Sasa nyi mwenda kuidiriki Ramadhani tena, kumi la mwisho ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha anasema ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikifika kumi la mwisho anafunga kibwebwe. Kwa maana ni kwamba halali, anajitahidi sana na ibada. Kwa hiyo mimi kwa ujumla na taasisi ya Zamzam inawapongeza kuamua maamuzi hayo. Sisi taasisi ya Zamzam tunawapongeza sana kuamua maamuzi ya kwenda hija kipindi hiki na e, umra kipindi hiki, na Mwenyezi Mungu awabarikie sana umra yenu na atakabali sana funga zenu, awapeleke salama na kwa amani na warudishe kwa salama na amani.